Unajua, katika hii dunia ya tech vitu vimekuwa vikibadilika kwa haraka sana. Ujuzi ambao utakuwa nao leo unaweza kuwa outdated kesho, unaweza kuwa usifanye kazi kesho. Na hiyo ndio sababu kubwa kwa nini mimi nimekuwa ni mtu wa kujifunza kila siku, hata kama ni kitu kidogo tu. Nimekuwa siachi kuweza kujifunza. Si ni kazi sana kutaka kujua kila kitu mara moja? No, nimekuwa nikichagua kitu kimoja, najifunza, na nahakikisha kila siku naongeza maarifa japo kidogo. Wakati mwingine ni video moja ya YouTube ambayo naangalia kwa siku, wakati mwingine nimekuwa nikijaribu vitu mbalimbali kwenye project ambazo nazifanya, muda mwingine nimekuwa ni mtu wa kusoma nakala ndogo ndogo ama kusikiliza podcast, lakini haipiti siku bila ya mimi kuweza kujifunza japo kitu kidogo. Na siri kubwa ni kwamba, wacha ni share na wewe, usiweke pressure ya kujifunza vitu vingi sana kwa wakati mmoja. Anza na kitu kimoja, elewe vizuri kisha songa hatua ambayo inafata. Kujifunza kila siku sio kwa sababu kujilazimisha, hapana, ni kwa sababu teknolojia ni dunia ya watu ambao wanahitaji kukua siku baada ya siku na kuwa e, katika vitu ambavyo vipo katika ulimwengu huo wa teknolojia uliopo kwa sasa. Hata siku ambazo nakuwa sina muda nimekuwa ni mtu wa kujifunza japo kitu kidogo na kutenga muda wangu kujifunza hata kama ni dakika tano tu lazima nitumie muda wangu kuweza kujifunza, na kwa sababu hiyo consistency ndogo tu ambayo nipo nayo ndio ambayo inanijenga na kujenga foundation kubwa kwa miaka ijayo, na mimi naamini hivyo. Kila siku nimekuwa ni mtu kujenga. Kama na wewe ni mtu ambaye unajifunza masuala ya tech, usiogope na kuona haujui kila kitu, ni kawaida. Hata mimi sijui kila kitu hapa ambapo unaniona na, na kuweza kunifuatilia. kinachotofautisha ni ule moyo wa kutaka kujua zaidi kila siku. Nataka ukumbuke. Ukuaji growth haitokei kwa siku moja. Inatokea kidogo kidogo. Na siku moja utaweza kuangalia nyuma na kusema, "Wow, nimekuwa sana." Unachotaka kusema ni kwamba tuendelee kujifunza na sio tu kwa sababu tunapaswa kuweza kufanya hivyo, lakini kwa sababu tunahitaji kuwa bora kuliko jana. Usichoke kujifunza, endelea kujifunza hata kama ni kitu kidogo. Siku baada ya siku na utajiona ni tofauti kila siku zinaposonga mbele. So sina la ziada, nilihitaji tu kushare na wewe ujumbe huu. Hakikisha una like video hii, share maoni yako chini kama unalo la kuchangia, lakini pia tuendelee kuwa pamoja katika safari hii ya kujifunza. Sina la ziada, tuishie hapa leo katika video hii, tukutane wakati mwingine. Asante sana.